Wito wa Turk umekuja wakati huu ripoti zikiibuka kuwa huenda miili ya waliouawa kipindi cha uchaguzi zilichukuliwa na vikosi vya usalama na kupelekwa katika maeneo yasiyojulikana. Taarifa zilizofika katika ofisi ya haki za binadamu ya UN kutoka vyanzo tofauti nchini Tanzania zinaonyesha kuwa mamia ya waandamanaji na watu wengine waliuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa au kukamatwa. Ofisi hiyo aidha, imesema kuwa imeshindwa kuthibitisha kwa uhuru takwimu za majeruhi kutokana na hali tete usalama na kufungwa kwa mtandao baada ya uchaguzi huo. Turk ametoa wito kwa mamlaka za Tanzania kuchunguza kikamilifu na kwa uwazi madai haya ya ukiukaji wa haki za binadamu na kuwachukulia hatua wahusika pamoja na kutoa taarifa kuhusu wote wanaoripotiwa kutoweka. Vilevile vile ametaka kuachiwa bila masharti kwa wanasiasa wa upinzani waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi, akiwemo kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu na watu wengine wanaoripotiwa kukamatwa tangu siku ya uchaguzi. Ripoti zinasema kuwa zaidi ya watu 150 wamekamatwa tangu kufanyika kwa uchaguzi wa Oktoba 29 wakiwemo watoto ambao wanadaiwa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini.